Moja ni mwomba mheshimiwa rais, kwa kweli kwa kuwa mheshimiwa rais e, amekuwa mbunge na amekuwa mbunge wa jimbo, amekuwa waziri na amekuwa makamu wa rais wa rais, na baadaye alikuwa makamu wa rais, mimi nilikuwa naibu waziri wa muungano na mazingira. Wao tumefanya kazi mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye sasa ndio rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mimi ni muombe kwamba hii kazi ambayo katibu mkuu katibu wa sheria ananifanyia so fair E, ni matumizi mabaya ya madaraka kwa sababu anatumia nafasi kulinyanyasa. E, nataka nirudi tena, hii kazi ambayo Katibu Mkuu wa Katiba na sheria anafanya na anafanya watu watalima hata magoti pale. Na nyakonga sio sawa. Na sisi kama watu ambao tumepata fursa ya kwenda shule. Mimi siwezi kupata nafasi kubwa kama hiyo nikaitumia kuumiza ndugu zangu. Nikipata nafasi kubwa kama hiyo nitatumia kusaidia ndugu zangu na kusaidia Tanzania na wale ambao nimepewa niwajibike kwao mimi ningekuwa, mimi ndo ningefanya hicho. Kwa hiyo naomba mheshimiwa Rais hili jambo anisaidie, ndio mzigo huu. Naomba Rais anisaidie kubeba hichi kilio, naomba akipokee, kwa sababu nitakuwa mnafiki kama naenda na vaa suti kwa bunge na kina vitu, nitapata ugonjwa ambao nitapata pressure mm -hmm. Eh, sasa sitaki kufa kwa kitu ambacho najua hichi shida iko hapa eh. Kwa hiyo mheshimiwa Rais naomba jambo hili anisaidie na alipo kwenye mamlaka yake kwanza ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, lakini pia rais ndio mwenyekiti wa kamati ya maadili ya taifa, anafahamu. Eh, hakuna waziri ambaye labda hao wapi wajuzi. Lakini waziri anajua hii hii shida. Sasa kama tutakuwa tunapeana nafasi ambazo tumepata fursa uhudumie wananchi, eh, alafu wewe unaitumia kwa maslahi yako kuwatisha watu, kuwanyanyasa watu, kuwaonea watu, na kuingiza gharama ambazo sio lazima. Hivi kweli mimi ambaye nimesota kote huko alafu eh, sasa na, na karibia miaka sasa hamsini na mbili. Alafu ananiambia unauza nyumba zangu zote, unauza sweka ya kitu alafu unafanyaje? sheria pale pale ambapo mimi naenda kuomba haki. Si kama wazee mna nini? Eh, yani huyu tulipambana naye kwa afisa manunuzi. Akasema nimemkasha, nimemtukana, kwa hiyo nimemchoshea hadhi. Hiyo hadhi alipopika mahesabu ya mahakamani huko, akaona kwamba nikimlipa bilioni tisa ambaye anajua hata yeye mwenyewe hana. Kwa sababu nafasi zote za ukubwa manunuzi, muhasibu, sio na nini kwa katibu mkuu, hiyo fedha hana. Hii fedha nazungumzia bilionea. Hiyo kumzunia Waitara. Ni mambo ya kwa heshima kubwa na dhima kwamba jambo hili niombe alitue mzigo huu. Ningetamani mwaka na tunapoanza nianze afresh mimi. Kazi niliyoomba sikuomba kesi, nimeomba ni hudumia wananchi wangu, na mimi sio mbunge mzembe eh, wasinitafutie visingizio. Mimi nataka nifanye kazi ya utumishi uliotukuka hata kama na staff katika jimbo hili, niwe mbunge ambaye amefanya kazi ambayo amewajibika kwa wananchi wake.